Uh, lakini kwenye hili achomoki mimi nakuhakikishia kukutumia Sports Point. Hey. Kwenye hili hey, bodi ya ligi hakuna atakayepona waliohusika kuamua hili ambalo sio nzuri katika afya ya mpira. Huu mpira sio kwako wewe bodi ya ligi. Huu mpira sio wa karia. Huu mpira hata mimi nashiriki hapa, nachokifanya kupitia Sports Point, hawa wanaofuatilia. Mimi pia na promo hii ligi. Effort nayo, tumia akili nayo, tumia. Haya nayo ongea hapa, kila mtu anaweza kuyatamka utoe wapi kichwa hiki, umeelewa? Eh e, sasa hiyo mimi nasoma nafanya e, nasoma nafanya homework yangu, ili nije nizungumze. Na mimi nashiriki, watu wanafuatilia Marekani, Uingereza, kupitia Sports Point wananisikiliza, wanafuatisha, wana comment hapa kupitia YouTube channel yenu, wana comment kupitia Insta, wanaona ninachokifanya. Hiyo impact sio sio mguto peke yake, tunatumia effort kubwa hapa upstairs, si tunadili na umu. Haya leo yaongea, ama mnachoona chomoka hakuna mwenye akili ya kuyaongea yake. Rahisi, busara ni hiari, siyo utaratibu. Sisi tunayafanya mambo ya busara ndo yawe utaratibu, no way. Nani kupitia hili Yanga wajifunze na uongozi wake hers, mwandisi Arafati na wengineo huko chini, huko kina Alex Ngai na nani, kaeni vizuri tupate fundisho ili tu cement hii nafasi ya nne tuliyonayo ya ligi bora barani Afrika tuiseme nti mpaka huku kwenye haya mambo ya hiari na busara, tung'ang'anie vitu ili hivi vitu vikae sawa namna hii. Na hapa Simba yeye amekaa pembeni ya usiki. hii ni vita ameibeba mwenyewe. Bodi ya ligi haimwachi mtu salama, bodi ya ligi kwenye hili haitabaki salama kama watafuata utaratibu. Wakiiacha busara ikashike hiari, bodi ya ligi itakuwa salama, ila na kuhakikishia uhai na afya ya ligi yetu hautakuwa salama Yanga mkikubali busara ikashike iari, yaani nyinyi sio kwa iari yenu, ila mmeiruhusu busara ishike iari yenu kwenye hili, ligi yetu mtakuwa mmeishusha nyinyi bila kuelewa. Mimi nitakuwa wa kwanza kuendelea kuongea, hii ligi inaendeshwa kwa busara, sio kwa utaratibu na kanuni. Naishia hapa.